Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, ya habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, tuwajibike. Ahimiza uadilifu wazi, uzalendo, aridhishwa ufanisi, ripoti ya CAG utendaji Takukuru. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gazeti limeandika, Takukuru ya baini kasoro tano kodi ya zuio, Tanzania ya ng'ara kukabili rushwa, EAC Afrika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mashirika 31 halmashauri 110 Kicheko ripoti si ya CAG. Habari katika ukurasa wa tatu, serikali yawekeza trilioni 2.9 taasisi hamsini na sita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili, bomba la mafuta lapata ufadhili mradi ukifika asilimia hamsini na tano. Habari katika ukurasa wa tatu, madiwani hakimu meneja TANESCO hatiani maadili. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba. Gazeti limeandika makusanyo GST juu ya asilimia tisa na mbili miaka minne, habari katika ukurasa wa tatu. CRDB kutoa milioni mia mbili arobaini magari matano kwa wateja, habari meandikwa kwenye ukurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo, kweji la habari Tanzania. Pata nakala yako, some kwa undani zaidi pamoja na gazeti ya habari leo mikononi mwangu, nalo gazeti